Jambo mpenzi mfuatiliaji wa simulizi hii semayo, Sitasahau usiku Ule, ambayo hii leo imebisha hodi katika sehemu ya 31, kukualika. Ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali. Nasema fuatana nami msikilizaji wangu, mara baada ya Nasra kukutana na hawa wawili namaanisha, Inspekta Baraka na Fande Mrope, walielekea katika hoteli moja na hiyo hoteli yule aliyekuwa akitafutwa yaani bosi mvurugaji kesi ya mauaji ya mzee Nyalile na mkewe, ama niseme baba yake na mama yake Nasra. Katika hoteli hiyo, Nasra alibaini kuwa walikuwa wanaishi hapo, kwani taarifa yeye alikwisha kuzipata muda mrefu tangu alipokuwa pale nchini Malaysia. Msikilizaji wangu, aliwaambia Mrope na Baraka kwamba, tupo katika eneo hatari hapa, kila mmoja kiunoni uwe sawa, akimaanisha bastola ziwe sawa. Lakini hapa nilitaka mpaone tu, hebu twenzetu huku. Wakashuka chini kwa kutumia lifti hadi sehemu ya maegesho, ila mazingira hawakuyaelewaelewa hivi. Pale walipokuwa wamemwambia dereva wao wapaki gari, wakapitiliza kama wanakwenda sehemu nyingine hivi, na walipofika mbele huko, wakawa wamemwelekeza huyo dereva ambaye alikuwa akisubiri maelekezo yao Namna ya kuondoka. Walifika mbele kidogo, ikawa kama wameingia kwenye kantini moja hivi ya hoteli hiyo, kisha hao wakatokea upande wa pili wa mlango na kisha wakampigia simu na kuondoka eneo lile. Na ni kweli msikilizaji wangu, kama wangefanya kosa la kwenda pale walipokuwa wamepaki gari, kulikuwa na watu wawili ambao walikuwa wamejiandaa kabisa kwa ajili ya kuwamaliza baada ya kuondoka na wale jamaa, kuona gari inaondoka na hawa watatu hawajawaona namna walivyoingia, yaani Nasra Mrope pamoja na Inspekta Baraka walihisi wamepigwa chenga. Hivi ghafla, wakaamua na wao kuwasha gari lao kwa spidi kali, huku wakiwaona wale ndani ya kioo, kupitia kile kioo cha kuangalia nyuma, wakaona kama watu wanawafukuza hivi. Wale Nasra akatoa maelekezo mengine ya barabara wakapita bahati katika taa moja nyekundu wao baada tu ya kupita Nasra pamoja na hao makachero, taa nyekundu zikawaka zikawazuia maadui zao na dereva. Kabla ya kuvuka hata hayo mataa, aliwaambia kuwa nahisi kama kuna watu wanatufuatilia. Wakamwambia basi ongeza mwendo, na baada ya kuona taa zimewazuia hivyo, wakaelekeza uelekeo mwingine kabisa, na walipofika mbele tena wakabadilisha kuelekea kwingine ili kuwachanganya tu kwa sababu dereva alikuwa mwenyeji sana wa mji ule wa Kuala Lumpur. Na wakati wakihangaika huku na kule, huku nyuma pia gari ile ilikuwa inaendelea kuwasaka. Walipofika mbele wakabadilisha gari na wakapishana nao wanarudi walikotoka. Nasra akasema mie hapa nimekuwa nikiishi maisha ya kujifichaficha tu kwa sababu ya hatari kama hizi, maana niliarifiwa kuwa wananitafuta ili waniue na pia wanamtafuta kaka yangu Mliti naye waweze kumuua. Mie sijui kama yupo hai ama walishamuua, maana sina mawasiliano na kaka yangu Mliti kwa miaka mingi tu hadi sasa. Inspekta Baraka akasema, Mliti kwa sasa hawamuwezi, kwa sasa ni mtu mwingine kabisa. Du! Nasra kusikia hivyo akafurahi sana kwamba ni taarifa njema kwamba huenda kaka yake yupo hai. Akasema, Baraka, unajua liko kaka yangu, maana ni miaka sasa tangu tuachane sijamwona, na ukizingatia hata masomo mengine yaliyosalia nilimalizia katika mazingira ya kujificha tu, maana ningekuwa bado pale chuo, zamani alikuwa akijaribu kuwasiliana kupitia namba hizo za chuoni. Inspekta Baraka alicheka kidogo, Nasra akamtazama kwa hasira na kubadilika kidogo, kwamba Miye anazungumza jambo sirias la kaka yangu wa pekee, kwamba tumepotezana kwa miaka mingi, nawe unacheka na kunijibu kuwa kwa sasa hawatamuweza, wakati sielewi lolote, hebu niambie. Akaonekana Nasra kukasirika, na inspekta Baraka akajua amefanya kosa, hivyo akamwomba radhi na kusema atahakikisha wanawasiliana naye muda mwafaka ukifika. mpenzi msikilizaji, muda huo wanazungumza walikuwa tayari wameingia katika hoteli moja nyingine nje kabisa ya jiji la Kwalalumpa. Ghafla wakiwa wamekaa pale, watatu hawa wanapanga mipango, na ni saa nne usiku. Sasa baada ya kuwa na siku nzito ya kutafutana roho, ghafla Inspekta Baraka akili yake kaonekana kuwa mbali na mazungumzo ya pale, yaani kuwa makini kwenye simu yake akisoma ujumbe mfupi kwa kuzingatia sana. Wa kwanza kushitukia hali hiyo alikuwa Nasra mwenyewe, akasema, kulikoni Inspekta Baraka hapa, mbona naona kumekuwa kimya dakika kadhaa, lakini wewe umezama katika huo ujumbe? Alipoinua macho, alimpatia simu Afande Mrope na kumwambia, soma huo ujumbe. Huo ulikuwa ujumbe ambao umetoka kwa bosi wao, akisema, mtumieni vizuri, Nasra ana taarifa nyingi kuliko zenu kuhusiana na hawa watu tunaowasaka huko Malaysia. Nasra kasema mbona kama nimeachwa peke yangu hivi katika mazungumzo hapa, nyiye watu mna nini? mbona hadi naogopa. Baraka kajibu, Nasra usiogope, hapana, Nasra wala usiwe na mashaka yoyote. Ni kwamba ujumbe kutoka kwa viongozi wetu umeingia tena, kwa nia njema tu, ukihimiza kwamba tunapaswa kushirikiana na wewe kwa kuwa una taarifa nyingi dhidi ya hawa tunaowasaka. Nasra akasema huku akitabasamu kwamba bila kunionyesha ujumbe huo kwa kweli sitawaamini tena basi. Baraka akaona kuondoa utata, amuoneshe tu huo ujumbe pia Nasra. Nasra kausoma ule ujumbe, hali ikarejea kuwa shwari. Mrope akasema, lakini kwa sasa hata hao walinzi alionao ni kama genge lake tu, kwani wale walinzi rasmi hanao kwa sasa. Nakumbuka baada ya fununu kuenea kigogo huyo alishushwa cheo akaugua na kabla ya mambo hayajaharibika akaondoshwa kimya kimya, kuletwa hapa Malaysia, alisema Afande Mrope. Msikilizaji wangu, Nasra alianza kuwasimulia Baraka na Mrope kile kisa chote hadi ikalazimika aondoke pale chuoni kwani maisha yake yalikuwa hatarini. Walimsikiliza kwa makini mkasa huo mwanzo mwisho, huku wakiutafakari. Lakini pia Nasra ambaye alifika hadi hospitalini kumwona yule mtu aliwaelezea sura za wale waliokuwa wakimlinda. Basi afande Mrope na inspekta Baraka wakatazamana usoni, kisha wakasema hawajabadilisha. Basi katika mazungumzo mazungumzo hayo mwishoni, inspekta Baraka akasema kwa namna ulivyonisimulia, kama usingelitoka chuoni, huenda wangefanikiwa kukuua, lakini kwa sasa katika utatu wetu nadhani tutabadilishana mawazo ya kiusalama zaidi. Ha, hafi mtu hapa wala usihofie chochote, kwa sababu kwa maelezo hayo uliyonipatia na ambayo bosi ametuongezea, kazi hii itakamilika kwa haraka. Mrope akasema, hii kesi ya mauaji ya baba yenu mzee Nyalile pamoja na mama yenu, kiukweli, nataka kwenda na watu wengi sana, kwa sababu hata sisi hapa ni kwa sababu ya kesi hii tunatafutwa, iwe usiku ama mchana tuweze kuuawa. Nimesikia maelezo yenu makwapa na majuto, ni mzigo na kama watafungua mdomo tena mara ya pili ama mara ya tatu namna hii ni mbaya, hiyo lazima waondolewe. Alisikika askari mmoja gerezani kule walimokuwa wamefungwa Makwapa na Majuto, wakati akizungumza hivyo. Pamoja na kwamba walikuwa wametoa kamera, kumbe Inspekta Baraka na Mrope waliweka mfumo mwingine kabisa wa kamera wa kufuatilia maisha ya watuhumiwa hawa wawili, maana walihisi hatari kama hiyo inaweza kuwakumba. na aliyekuwa akizungumza naye alidai kama alikuwa nje ya nchi, na ni kweli alikuwa ni yule kiongozi msaliti ambaye wakati huo yupo mjini kwa Lalumpa. Basi huyo askari mwingine mwaminifu akamtumia ujumbe hapo hapo wa WhatsApp Inspekta Baraka, wakiwa huko huko Malaysia, na wakiwa wote pale pale, wakajua nini kinaendelea kwa muda huo. Inspekta Baraka karipoti hali hiyo kwa bosi wake, wakaimarisha ulinzi tena mle ndani ya gereza ili jitihada za kupoteza ushahidi ziweze kukwama. Msikilizaji wangu, sasa washitakiwa Makwapa na Majuto ambao wamekaa gerezani kwa muda mrefu wanatakiwa kuuawa ili kupoteza ushahidi kabisa, lakini hali si hali, imeimarishwa kuhakikisha hakuna kinachoharibika. Nasra amepata nguvu sana baada ya kuambiwa kaka yake mliti ni mzima wa afya na amerejea jijini Dar es Salaam. Amemaliza mafunzo, ni mtu mwingine kabisa, lakini anakoishi hata hawa makachero wanajaribu kufuatilia. Yeye anaishi katika kambi ya jeshi. Na je, ni mbinu gani nataka kutumika kuwaangamiza hawa washitakiwa ambao wameanza kutajwa tajwa na mipango imeanza kusukwa, lakini kamwe ubaya wao hautashinda wema na nia njema ya mamlaka ya kulinda haki dhidi ya mauaji ya mzee Nyalile ambaye alilazimika kuondoka duniani na kuwaacha wanawe wawili wakiwa mayatima watoto wadogo kabisa, na sasa nao wamekuwa ni Mlite na Nasra, na sasa wanahofia kwa wamesha kuwa wameshakuwa watoto hawa, na wanaweza kutoa ushahidi ulionyooka walishuhudia mauaji hayo kwa macho yao. Walikuwa wadogo, lakini kumbukumbu kumbu, ziko sawa. Na wale wanaoshikiliwa rumande huko wamechoka, wanasema bora sasa kila kitu kiwe peupe, kama ni kuadhibiwa ama lolote liweze kuendelea. Na pia ziko jitihada za kuhakikisha mhalifu mkuu ambaye amekuwa akivuruga kesi hii kwa miaka mingi, aliyekuwa mtumishi wa umma baada ya kabainika kafukuzwa na kukimbilia Malaysia. Sasa zimeanza upya hapa, mambo yameanza kuchangamka. Usikose sehemu ya 32 ya simulizi yetu isemayo Sitasahau usiku Ule. Kukuaga ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema endelea kufuatilia chaneli hii ya Riwaya za Leonard Mubali na kushea kwa wengine. Kwa heri kwa leo.